Mkanganyiko upo ni mkubwa sana kwa sababu ukiangalia barua a, kitu ambacho kinachanganya hapa mm. Bodi ya ligi kwa nini waahirishe mechi yani, kulikuwa na sababu gani ya kuahirisha mechi? Umenelewa vizuri okay, yeah. Mimi hapa naweza nisimlaumu Simba. Mimi ndo bodi ya ligi sindio? Ndio, mimi kazi yangu ni kutoa komandi, labda nilipoona huyu yeye hajafanyeje, labda hajazingatia kanuni, si ndio? Amekuzuia, ameku wewe kuingia uwanjani. uh-huh, sawa yeah. Tunakwenda kumalizana baada hapo, mi nampa adhabu okay. sawa mm. Lakini wewe nenda uwanjani mm-hmm. Bodi ya ligi ndo kitu ambacho alipaswa kukifanya Wafah. Lakini kosa jingine ambayo alifanya mm, mm. Bodi ya ligi inafika mpaka saa tano saa tano saa sita bado wanatoa taarifa kupitia mitandao yao ya kijamii, wanahamasisha kwamba watu waende uwanjani hiyo saa tano kabla kabla ya hapo ndio okay. bodi ya ligi wanaendelea ku... Wanaandikaje pale? Dabi ipo kama kawaida, umeelewa vizuri okay. Kumbuka ishu yenye tension kubwa kama ile, watu wanafuatilia kila taarifa kutoka kwenye chombo chenye mamlaka ambayo ni bodi ya ligi. Bodi ya ligi inaendelea kutoa taarifa, ilivyofika majira ya saa nane sijui saa saba saa nane hapo okay. watu wanasema ho so watu mm, bodi ya ligi inakuja na ahirisha hiyo mechi kwa sababu ambazo ukizisikiliza kabisa kabisa huelewi kwamba hapa kulikuwa na kitu gani, walikuwa wanataka wafanye nini, walikuwa wanamaanisha kitu gani? Waliwaogopa Simba au? Yani uelewi. Hawana sababu ya msingi ya kuahirisha mechi, mpaka sasa wanashindwa kujieleza, bodi ya ligi. Yani wamekosa kabisa ile ile ile uthubutu wa kujieleza, kwa sababu watajieleza nini? Yani watu waelewe.